Bosi, yule shemeji yangu anaondoka kesho na anaondoka na pesa nyingi sana. Una hakika na unachosema? <laughs> Bosi, nadhani mnanifahamu, sijawai kuleta kazi mbovu, na maana mpaka nimeleta ile jambo mezani, nina uhakika asilimia mia mia. Ujana, mnaifanya kazi na hiyo pesa mnaipata. Sawa sawa bosi, sisi tuko tayari kufanya hiyo kazi, ila mdagani anatoka ni kweli, lazima tujue muda. Kwa husu swala la muda, yule anaondoka saa kumi usiku lakini nyie natakiwa muondoke saa tisa na nusu mwe mko pale. Sawa bosi, ila kwenye kazi zetu, unajua, atuchekeshe tunamaliza au tunachukua pesa kama ataita usumbufu Maliza kabisa, au ni kweli, hakikisheni mnachukua pesa, lakini atakapoleta usumbufu, kwa sababu mtakapomwacha, inawezekana akawatambua, afu ikawa shida kwetu hiyo. Yes, sawa, ila si atuchekeshe sisi, tutamaliza tuchukue mzigo. Sawa. Fanye kazi vijana.